shule nyingi kuliko wakati mwingine wote, tumeanzisha high school tano, haijawahi kutokea. Wakati tunasoma si sekondari kwaga hii, Sengerema sekondari tu, kijiji kama hiki anashinda mtoto huyu darasa la saba. Leo hii kila kata ina sekondari. Uongo kweli? Na ziko kata wanaanzika sekondari ngapi? Mbili. Sisi moyo tumefanya kazi kubwa sana, na kila sababu ya kumshukuru rais wangu, na kila sababu ya kushukuru chama changu, na kila sababu ya kushukuru serikali yangu, na kila sababu ya kuwashukuru Wanakazunzu. Mmejitolea sana, mmetoa mmetoa michango sana, uongo? Ndugu zangu, ili watoto wetu wasome. tumejenga zahanati za kutosha tunajenga vituo vya afya kila kona ya jimbo hili. Zamani kituo cha afya Kiigwaga hapa Kakobe anguchene mm, lakini ha. Ukienda Lushamba kuna kituo cha afya uoko kweli kweli. Mm. Mm. Ukienda Nyanzenda kuna kituo cha afya, ukienda Maisome kuna kituo cha afya, ukienda Nyakaliro kuna kituo cha afya, kila mahali kuna kituo cha afya kinajengwa ili kuokoa maisha ya watu mimi mtoto wenu nimesema, wakati naondoka madarakani nataka kuacha Buchosa ikiwa bora kuliko nilivyoikuta. Sitaki kabisa, sitaki kusikia habari ya mama amefariki wakati wa kujifungua. Sitaki sitaki kusikia habari ya mtoto chini ya miaka mitano amepoteza uhai. Kama mwanangu anasoma shule na walimu kama mwanangu anatembea umbali mfupi kwenda shuleni lazima na mwanao atembee umbali mfupi. <coughs> <Mama>, Samia oye <yewe. tos> <coughs> <coughs> ndugu zangu wakome wanakipatoni, wanak, wanak, chao kidogo kile kipatoni ni hatarishi kile kifei Nishaenda Kome, mshaenda yeah. Wanaferi moja, nikipanda mle huwa nasari mwanzo hadi mwisho. Mungu Baba simamia hiki chombo mpaka inafika. Uwa siawai kupanda, nikajua leo nafika. Huwa nakaa karibu na boya, usii kitokea tatizo, ni wai ukamata nini, yeah. Lakini mna habari kwamba sisi na serikali yake kupitia kwa mbunge wake Shigongo inajenga feri ya bilioni nane, yeah yenye uwezo wa kubeba watu mia nane kwa wakati huu mwana, na magari ishirini na mbili kwa wakati huu. Feri imeshakamilika mwezi wa nne naingia majini mwana. Sasa mwana, sisi oye, kwa sababu utasema Shigongo hana kitu, hajafanya kitu, lakini watu wanapita kwenye kwenye